Michuano mataifa ya Afrika imeanza rasmi huko nchini Gabon, ambapo wenyeji Gabon wamecheza na Guine Bisau na kumlazimu mtazamaji hapo awali nisema Gabon wameshinda bao moja kwa sufuri lakini wametoka sare dhidi ya eh, Guine Bisau ya, ya kufungana bao moja kwa moja. Mwanamziki wa Kitanzania Diamond Platnumz alitumbuiza hii leo, na tuseme kwamba ndio alikuwa mwakilishi wetu huko Gabon.

Yes, kwa ngoma hiyo ya Diamond Platnumz katika ufunguzi wa mashindano ya mataifa Afrika, asindoofikia tamati wa taarifa habari kutoka hapa TBC One. Kwa niaba ya Ana Mwasioke na timu nzima ikiongozwa na msimamizi mkuu Maria Kaparasura na wengineo, sila la ziara, mimi naitwa Evans Mhando, mtakie usiku mwema, naendelea kutazama nasosa TBC kwenye ukweli na uhakika, baba bye bye.